Mamake Sayore na Katewa ni Mazili Simaa. Alifanya kazi ya boyo bila kununika darasa hamsini na nane. Alihiari alihiari kukopa mitu dukani kuliko kumwomba mtu kitu chochote. Alifahamu kuwa vitu vyovyote alivyokopa angelipa vya kubeba hakuwa na haja navyo. Mangwasha alifahamu pia kwamba walimu hao hawana makosa. Watoto walihitaji sare mpya, zile walizovaa zilikuwa zimechakaa sana. Suruali ya Sayore ilikuwa na viraka kadhaa kwenye sehemu ya makalio, shati iliraruka mgongoni na vifungo kadhaa vilikuwa vimepotea. Lina la Kajewa lilikuwa limeraruka raruraru, alijisitiri kwa kuvaa sweta ambayo pia ilikuwa haina mikoba yao ya vitabu ilimona na kudondosha vilivyokuwa ndani. Kila mara iliwabidi waishike vizuri ili vitabu visipotee walipokuwa wakienda na kutoka shuleni. Kabla Mangwasha aliinuka akaingia chumbani mwake. Huko alipindua kila kitu akitafuta angalau noti iliyotituta mahali, si hapa, si ndio? Mm. Nawadanganya Kurasa arobaini na nane ni arobaini na nane. Mangwasha hakutaka Mangwasha hakutaka kuwa mmoja wa watu kama hao, hivyo anatia bidii bazini, akawa na tumaini. Alijua kwamba hakuna ndoto itakayotimia bila kujishughulisha. Wazazi wake daima walimkumbusha kuwa uzembe ni likizo ya wajinga. Johari za hekima alizopokea kutoka kwa wazazi zilimshajisha. Akatazamia kesho yenye heri. Aidha, alijua kwamba Mungu mungu hachoki. Akaamini kuwa siku moja nyota yake ingeng'aa maishani. Hata tungeanza hapo. Inaishia hapo lakini, tungeanza ni hapo tu juu. Kwa sababu bidii yake inaonekana mahali anaduduiza visenti vichache, si ndio? Ambavyo alikuwa akipokea kwa ujira ili kuwasomesha wanao. Hiyo si ni bidii. Hmm. Iko hapo juu. Kwa hiyo kwanza aliduduiza visenti alizunguliza vijerezi vichache ambavyo alikuwa akipokea kama ujira wake, akaweza kuwasomesha wanawe. Kamwe hawa hawakulala njaa. Alifahamu pia kwamba fahari ya binadamu haitokani na kutoanguka, inatokana na kuinuka kila anapoanguka. Alielewa pia kwamba mtu asiye na tumaini hufikiria kuwa jua jua asubuhi, mtu kama uilo uiafunia macho maisha akaacha mawimbi yake yamtose huku na huko, popote pale, ili mradi anaelea. Kwa hivyo, kwa hivyo anaduduiza vile visenti vichache kuwasomesha wanawe jasirila ilake situmaendelea na kusoma jasiri unasoma jasiri, unaenda mtetezi wa haki, hivyo hivyo. Maelezo tutasoma mahali tutafika, ukurasa mia moja hamsini na nne jasirimajasabahari, ya kuingia kesi lake. Mtetezi wa haki, anawaokoa vigoli waliotumika katika ukahaba. Mwenye msimamo dhabiti, anakataa <tapos> kuolewa na Sagiru. Mzalendo, anafichua ukatili unaopangwa kwa manufaa ya jamii. Mwajibikaji, kama mzazi anawalea na kuwasomesha wanawe Mwenye mapenzi ya dhati, anampenda mlima nikosa, anamkataa Sagilu. Mwenye heshima, atakiri kumheshimu chifu. Mwaminifu, licha ya matatizo mengi, anakataa zawadi ya Sagilu. Amekengeuka, anafuatilia mmewe akijistarehesha kinyume na mila. Msamehevu, anamsamehe mlima kwa kuingilia ulevi na kuacha. mwenye uta alimrumia mmewe aliposikia hali yake majanani. Mwenye hasira anamkabili chifu wa hasira anapomfuta kazi. Umuhimu, anawakilisha vijana jasiri kwa jinsi anavyokabili Sagilu licha ya nafasi yake kubwa. Wazalendo wanaopigania taifa lao, anasaidia wakeza kukomboa hadi ya matango. Vijana wenye kujitolea kazini, anakuwa wa kwanza kufika kazini vijana wanaowajibika na majukumu chifu anakiri kumsegemea. Ukatili wa viongozi anasikia chifu akiwaagiza vijana watano kuteketeza matango. Anafichua chama za Lesulia na Sagidi. Anafuata pesa zilizonuiwa kumonga Mlima. Wanawake wanaotetea haki za wanyonge, kuwaokoa wa vitoni walioshulika ukahabani. Wanawake waliokengeuka anamfuata Mlima sehemu za starehe. Wanawake wenye mapenzi ya dhati licha ya matatizo, anakataa kumpenda Sagilu. Anaendeleza safa, anashuhudia Mlima akipokea pesa za ulevi, anaendeleza ploti, anakwenda Kodamani kutafuta Mlima. Nakueleza wakati unaona, nimesema tu anawakilisha, unaona, sehemu ambayo nasema wanawake wanaototea kizaone, nasema niki unapaza kwanza pale anaonyesha sindio? Au ni kielelezo cha unaelewa? Pia wakati una, una, una, lazima utoe mfano. Katika umuhimu unaonyesha msiga huyo anatuonyesha nini? Ndio maana nikakwambia pale anaonyesha vijana jasiri. Si anamkabili Sangilu? Eh, anamwambia anamharibu mumewe. Au unasema kuwa yeye anaonyesha ukatili wa viongozi. Kwa sababu anaona chifu, anasikia chifu akiambia wale vijana watano wateketeze wapi? Matango. Eh, lazima utoe mfano. Anaonyesha nini? Unaanza anaonyesha wakati unaeleza umuhimu au ni kielelezo cha. Unaelewa? Lazima uanze hivyo. Wakati unaambiwa anaendeleza ploti, Unaambiwa anasababisha matukio gani? Plot ni matukio. Unapaswa kuandika hapo juu, anasababisha matukio gani? Kwa hivyo anasababisha matukio ya wakati ambapo anakwenda wapi? Pondamali. si ni yeye, kwa sababu yeye tunajua Pondamali. Eh, kwa sababu anazungumzia kwa mume, anaenda wapi? Pondamali. Na pia anaenda wapi? Tunajua mandhari ya Pondamali, si kwa sababu tunaeleza kuhusu Pondamali, kwa sababu anatembea kule Pondamali. Wakati tunatajiwa tu kuhusu mlima, tunatajiwa tu yuko Pondamali, hatutajiwi ana huko kuna kavipi, lakini wakati anaenda Pondamali, tunajua kuhusu Pondamali. Ndio maana tunasema anaendeleza plot. Pia anaendeleza sadfa. Sadfa ni matukio mawili ambayo yanatokea kwa wakati mmoja, hayako yamepangwa ya kabisa. Kwa mfano, uh, sasa hivi unahitaji labda hakuna nguvu za umeme, unahitaji kuruzi. Alafu vile unahitaji kuruzi sasa hivi, une wakati uko hapa, hata watu hawajui kama sisi hatuna atuna, nini? Hatuna umeme. Alafu wao wamekuja ni wale watu ambao wanatumwa kusaidia mashirika haya ya kibinafsi. Yanakuja hapa yanatueleza nini? Wamekuja kutuletea nini? Kuruzi bila malipo. Si unajua wanakuja kutupa msaada. Si unajui kama tunahitaji lakini wanakuja na zile kuruzi. Hiyo itakuwa ni sadaka, kwa sababu sio wewe unaohitaji, lakini wao. Na wao pia wanakuja na wao wanakupa. Mfano wa sadaka kila wakati nakwambia, unaweza kuwa sasa hivi umemaliza pesa zako za zile, umepewa zile ulikuwa na mzazi za masurufu, umekamilisha zao, umekula mkate, hakuna kitu, karudi tena. Kuna kuna mali, mmeenda mulao, labda pia mmeenda, maana una senti hata moja. Sasa leo inakuwa leo asubuhi, wakati ulinunua mkate ndio mara yako ya mwisho kununua mkate. Unasema utafanya nini? Ukiondoka hivi unakuwa kama msangi. Anaitwa nani? Msenya. Musenya. Unapata unaitwa na kaumu mwalimu mkuu mamako amekuja. Eh. Hey! <laughs> Si unaona pesa zimekuja? Naulipua na ulikuwa na uhitaji. Ni mambo mawili ambayo kwa mipango, si ndio? Si pesa zako zimekwisha alafu mzazi anakuja. Sasa hapa sasa inaonekana wakati Mangwasha anauliza mlima yuko wapi, si ndio? Hajui mlima huo anafanya nini? Hata anashangaa nini kina Mwalimu Mlima. Wakati huo akimtafuta anampata ofisini kwa nani? Anapata yuko ofisini, anapewa nani na Sagilu, pesa. Pesa ambazo hata anasema anaenda kutumia wapi, kujifurahisha, si ndio? Kwa hivyo anajua kila kitu. Mambo haya hapo yamepangwa. Yeye alikuwa anatafuta nani, Mrima, lakini akagundua nani anamharibu na anafanya nini? Si unaona hiyo ni sadfa, ni mambo ambayo hajapangwa yanatendeka. Ah, um, pia tumesema ni wanawake wenye mapenzi ya dhati. Si unaona anampenda, anampenda, anampenda Mrima zaidi. Niambie ni wanawake wangapi mumewe si, mume ana pesa hata hata, si hata tusiende kwa mumewe, mpenziwe ana pesa, ameanza ulevi, alafu mwanaume mwingine anakuja, anakupa laki moja laki moja hivi eh? Eh, nyumbani kama mzazi wako, Unajiuliza hivyo, ndio ndio anasema huyu Magwasha ana msimamo dhabiti. Akisema ana mume na na na na na na wake analala kule majalani. Amekuwa mraibu wa wa pombe kabisa, kuna mwanamume mwingine anataka anataka kukuchukua kukuchukua na yuko serikalini. Ni ni kama sasa Sasa mbunge anataka kukuchukua wewe, wewe wewe. Pesa, pesa anazo anakuambia utaishi hivi hivi hata hata hata hata utakuwa nani, mtu kuku kukushughulikia hata mlinzi, sikutaki, ni na mume wangu ambaye kitu. Hmm? Si wana tu nakuuliza nakuuliza kijana, kijana. Eh? Sasa hivi hata una pesa za hata mkate. Anakuchukua, mwalimu mzima mzima anakuambia mkate ni kwangu, ni kwa sababu yangu nakupa kila kitu. Unamwambia hapana, mimi ni mwanafunzi, na pesa zako sizitaki. wewe wewe unaona Mangwasha Mangwasha, unajua ana msimamo thabiti, ndio maana tunasema hata ana ana mapenzi ya dhati kwa mumewe. Ana matatizo lakini hachukui pesa pesa za huyo wanaume. Ni wanaume wangapi wanapewa pesa, wale wengi wanakaa kama mlima mlima, alikuwa alikuwa alikuwa ngapi, ndio Mangwasha atazipata, tayari ashaziweka tayari, ashazikubali ilichukua Leonare wote kuja pale kumsaidia kuchukua zile pesa pesa zake. Alikuwa yeah. Mm. 800,000. Kwa mm. <laughs> kwa <laughs> atachukua <laughs> <laughs> na wewe wewe wewe wewe kama utachukua. Unaambiwa uchukue, eh? Umsaliti rafiki yako mara moja hata hata hata hata waribu waribu unaanza kumsema bibi amenichosha, kila wakati anitusi. Unaongezea sasa unakuwa kabisa ujiweke katika ujiweke katika katika mandhari ya hawa wa usika. Ndio jinsi ambavyo wengine ni wazuri kabisa kupita kiasi. Eh, lakini wengi wako kama Magwasha pia kwa upande mmoja. Kitu kidogo kifanyika, wamekimbia wametangaza. Kitu kidogo kifanyika pale kwenye ofisi ya chifu umeajiriwa hapo. Ukisema kitu kwa Lonare. Ukisema kitu nakufuta. Hata chifu ni mjinga. Uwezi ukaajiri mtu ambaye ni mpinzani wako. Kwa kitu kidogo hata ningechukua zile pesa zile karatasi ya karudufu. Hawangeshindwa kesi. Angekuwa umeajiriwa pale. Wengine sasa ndio nakwambia mambo ya kichawi ni ni uongo. Hakuna mali tunaambiwa hapa alikuwa, ungesema huyu Magwasha eh, Lonare amemwendea kwa mkoa wa chawi kwa sababu anamwambia kila kitu. Kila kitu kinatokea kwa chifu. Jafika nyumbani lazima atafute donari amwambie. Na eh? Haujafikiria hivyo? watu wakasema, "Oh, huyu ana uchawi. Hakuna uchawi. Yeye ni mzalendo, anataka kusaidia nchi yake. Sasa wewe nawe unataka kusaidia nani?